Nilisema pamoja na kwamba nakuja kuwasalimia wazazi wangu ili nipate baraka za kuanza kazi hii nzito niliyoaminiwa, nilisema nitapita nikague miradi. Moja ya mradi niliyopita ni huu hapa. Nimeanzia kule kukagua, nimeshakagua hatua ambayo imefikiwa, nimefika na hapa nimekagua, lakini nimepitia na taarifa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 ya kisera kati ya mkandarasi na serikali. Serikali ikatatua mkwamo uliokuwepo. Kwa taarifa sahihi nilizonazo, mkandarasi akatangazwa kwamba amefilisika kule kwao, hawezi kuendelea na mradi. Mahakama ya kule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 Amepewa fedha, amepewa kazi, anajiamulia kama aendelee na kazi ama asiendelee, anajiamulia kama aje kwenye mradi ama asije, anajiamulia. Huyu ni mhalifu, akamatwe na asitoke nje ya nchi mpaka jambo ili liishi.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 na wale washirika wetu tunaoshirikiana kwenye mradi huu, ndani ya mwezi huu, jambo hili liwe limeisha, watuambie wanaendelea ama hawaendelei. Hey, hii nchi ni yetu, na Mheshimiwa Rais ametoka kutuambia juzi wakati anazindua bunge na siku anaapisha, hatuna mjomba, tuna mama tu, anaitwa Tanzania na kama hawataendelea, Mheshimiwa Waziri, wapatie wakandarasi hawa wadogo waliokuwa ambao wame, wame, wamesubirishwa, wanababaishwa, wapatie wamalizie kazi. Tutajenga, tutajenga na huu ndo mwanzo, tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa na huyu ndo itakuwa somo, akamatwe na ajie atafute, kama hii hujuma yote hii aliyotuchelewesha miaka yote hii na alitakiwa alipe fidia nchi yetu, hajalipa. Kama haangukii kwenye hatia yeyote ya kuhujumu wa Tanzania na kuhujumu maisha ya wa Tanzania. FM.